unaoendelea tuelekee kaunti namba 32, ambapo maofisa wa polisi katika kaunti ya Nakuru wameanzisha uchunguzi kubaini wahusika katika mauaji ya mzee wa miaka 90 Joseph Kihiti Ndegwa na mkewe Betrose Wanjiku wa miaka 63. Maiti za wawili hao zilipatikana katika chumba chao katika kijiji cha Muthiga Salgaa huko Rongai. Evans Asiba alizuru nyumba hiyo na kutuandalia taarifa ifuatayo muthiga salgaa rongai kaunti ya nakuru hapa ndipo mzee joseph kihiti ndegwa ameishi kwa miaka mingi kwa furaha pamoja na mkewe lakini hii leo tunapoingia katika makazi haya ni kimya na upweke vinatukaribisha baada ya wenyewe kuwawa na wahuni wasiojulikana mtu wa familia na yale mambo ambayo ni niliona pale nyumbani hayakuwa mambo mazuri kwa hivyo tunaomba serikali iweze kutusaidia na ili wale watu ambao walifanya kitendo hicho waweze kushikwa na kusiwe kuna siku ambayo kitu kama hicho kitatendeka tena, kwa sababu ni huzuni. Kwa sababu kama familia tunajiuliza, mzee wa miaka tisaini, unaenda kumuuliza nini? Ni nini? Hako, ako na miaka tisaini. Miili yao ikipatikana chumbani mwao Jumatatu jioni baada ya kutoonekana wala kusikika kwa siku mbili, kama ilivyo ada yao, kulingana na majirani. They bring this culprits into into book into record. Because wazee kama hawa wakana hiyo miaka mkiwa wacho wawili. Na hii mbele ya watoto na lazima waende kazi ni nyumba watajengewa ya kukaa ama ni watakuwa wakiuawa hivi. What is the biggest problem in this country? Maafisa wa usalama wameanzisha uchunguzi wa kubaini kilichojiri na kuwanasa wahusika wa unyama huu. Miili yao imehifadhiwa katika makafani ya hospitali ya rufaa na mafunzo ya Nakuru Anex. Yule ambaye kijana huu anampeleka kanisani alipomkosa aliweza kufahamisha majirani ya kwamba mahamu hamuoni na kanisa hakuenda iposa. Majirani wakanipigia simu kama chifu wao, nikakuja hapa na tulipoingia kwenye nyumba tulipata ya kwamba mzee huyo Bwana Joseph Kihiti na mke wake wameuawa. Walikuwa na damu nyingi kwa mwili na kichwa kilikuwa kimebondwa na kifaa butu. We started our investigation uh, whereby we found uh, the bodies had inflicted injuries suggesting that the assailants use blunt object to inflict the injuries and the, the house was uh, somehow scattered with the blood stains plate all over. Ni mauaji ambayo yameacha kitendawili cha nani angetaka wawili hawa wafe na kwa faida gani? Sasa kitendo hiki kikitarajiwa kutekelewa na maafisa wa kitengo cha ujasusi wa kujua ni nani aliyetekeleza unyama huu. Eva Tasiba, Runinga ya Citizen, Salgaa Rongai, kaunti ya Nakuru kutoka kaunti ya Nakuru na